Wakati Tanzania ikipitia kipindi kigumu cha maandamano makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo, sauti kutoka mataifa jirani zimeanza kusikika kwa nguvu. Wakenya, Waganda na hata Wanigeria wameamua kuvunja ukimya, kila mmoja akiwa na maoni yake kuhusu Rais Samia Suluhu Hassan na kinachoendelea mitaani Tanzania. Lakini kile walichosema kimezua gumzo Afrika nzima. Leo hapa kwenye Mizuka Media tunakusomea moja baada ya nyingine kauli kutoka kwao, na baadhi ya kauli hizo zitaweza kukushangaza sana. Kwanza kabisa, tunaanza na huyu mwanamke Mkenya ambaye ameamua kumwongelesha Rais Samia Suluhu moja kwa moja kama mwanamke mwenzake, na anayo maneno mazito ambayo yamewagusa wengi mitandaoni. Ni ujasiri wa aina yake, lakini pia ni ujumbe mzito unaoonyesha jinsi wanawake barani Afrika wanavyoumia wakiona viongozi ambao ni wanawake wakiumiza wanawake wenzao hadharani wa <laughs> tunanyimawa mileage kabisa kaa na wake yaani, hey. We unaweza simama kwa baloti wewe mwenyewe mwanamke Tanzania, umefunga uponendi wako koselweni. Mama aina gani? alafu utaki andamani we mama wewe? Mimi nakuona hiyo ubumbafu bumbafu ubumbafu yako, acha huko bwana. Lakini sasa mwingine kutoka Kenya amefichua kitu ambacho kimewasha moto mitandaoni kuhusu msanii Diamond Platnumz. Anadai kwamba mara tu baada ya kuona biashara za wasanii wenzake zikiteketea kwa moto sababu ya kumtetea Rais Samia, Diamond alifuta posti zote za kumuunga mkono mama. Lakini Watanzania wanajibu vikali wakisema Simba amechelewa. Diamond ameona ile design. Ameona ile design <laughs> wenye wanasupport CCM wanachomewa mabiashara akajifanya akaenda akafuta video na picha zote zenye alikuwa ameposti kwa Instagram akisapoti CCM. Hmm? Tanzania sasa mumeelewa ni kwa nini tulikuwa tunachukiana Diamond na Nzuchu. Ni utoto ya kujifanya wao kuna level wakifika. Hawaezi sapoti wananchi na nimesikia Watanzania wamewambia amefanya kitu mzuri kufuta, but it's too late <laughs> amechelewa <laughs> Diamond, uniwaambie mwachi upuzi mamaaaa, mama, mama, mama. Mama si yeye anawasapoti kwa hizo platforms zenu. Eh? hizo YouTube, hizo Instagram, hizo TikTok, si mama anawasupport, ni wananchi wa Tanzania na wananchi wa dunia nzima hmm? Ninyi mnakuja kuturukilia hapa yeah, yeah, mama, kama uheshimu mama zitafanya kolamboa kama uheshimu mama zii zitafanya nini mutakiona, hmm. Watanzania kanyengeni hapo, kanyengeni hapo. What type of plane is this? kanyengeni ishiko, bado inapumua hmm. Na huyu mkenya mwingine ameleta maneno ambaye yameleta tafakari kubwa mitandaoni, akasema kwamba Rais Samia mwenyewe amejipiga risasi mguuni kwa kauli zake. Huu ni mtazamo unaoonyesha jinsi mataifa jirani yanavyotazama siasa za Tanzania kwa makini sana pale. Tanzania ni kama Samia Suruhu alipigilia mshumari yake kwa kaburi lake ama kwa sanduku lake kwa sababu watanzania wamekataa kutoka kwa barabara, wamekataa kusitisha maandamano na jirani zao kusaidia, saidi za Malawi ni kama wanataka kuwasaidia, na saidi ya Kenya the same wanataka kuwasaidia. Mpaka leo wa Kenya wakijaribu kuingia Tanzania by force, wawili wameagushwa, so ni very unfortunate. sasa Inakaa hata jeshi la Tanzania linaunga mkono kuwa Watanzania wazidi kufinya kufinya kabisa, divyo ikiwezekana wachukue usukani na ili wafanye election nyingine mpya. Remember Tanzania imekuwa nchi ambayo imekuwa ya amani ya upore, lakini huyu mama sijui nini, ni advisers wake ama kuliedaje tukafika hapa, ambapo Watanzania watu wanajulikana kuwa wapore wame kadhabishwa na, ye na, na yeye sana. Na nilikwambia hapa hii mambo ilitokana na yeye kukandamiza upinzani, kuzuia upinzani chama, ch chama zingine kuku kufuga na kuweka jela viongozi wa hizo machama, so imekuwa ikikera wa Tanzania wananyamazia, lakini kwanzia jana wakaamua inafi sinafu, wakaingia kwa barabara. Kitu kingine nimeobserve kuona wasanii wengi watu maarufu Tanzania walishikana na serikali kukandamiza wananchi, so kwa hivyo saa hizi ni wakati wa wananchi kujiripishia. So waibaji, na unajua bongo stars saa hizi wako mashakani, vitu zao zina kuwa attacked by raia. Leo tumeona airport, tumeona mabiashara zikichomwa. So ni mambo ya kuzidi kuangalia, nitakaa nikwambia kuambia vyenye kunaendelea na nitakuwa na peer verified na confirmed information lakini sio wote wanaolaumu. Huyu Mkenya mwingine badala yake waliwapongeza Watanzania kwa kupita mtihani, akisema wameonyesha umoja na uelewano mkubwa kuliko wengi walivyotarajia. Kauli kama hizi zinaonyesha kuwa umoja wa kizazi kipya cha Afrika, Gen Z unazidi kukua, mipaka nayo inazidi kufutika taratibu. Tanzania, Tanzania, Tanzania, ah, mimi nawapa heko Watanzania. hmm? Yani sisi Wakenya tulikuwa walimu wa maandamano nyinyi mkawa wanafunzi. Tanzania, mimi nawapa heko hmm? wanafunzi mumbe perform, yaani mmefanya vizuri, mmetia bidii eh? Hmm? mme e, hey, nawapa heko guys Tanzanians wame overperform. Yaani walienda police station, wamevamia police station wakachukua uniform wakavaa na wakatoka huko ndani, na what has made my day ni wale wenye walikuwa wanaenda kukaunt kura wameenda polling station fulani, wakapata returning officer amepatia Mama Suluhu kura na amempatia mingi kuliko zenye ziko pale zenye ziko ticked, wakahesabu, wakahesabu, wakapata haziingiani. Yani returning officer amekula kofi. <laughs> returning officer amepewa kofi kibare. Anyway, I hope Kenya muna learn something from Tanzania. Askia, walianda ma, walianza maandamano jana, leo wameendelea and there is a possibility kesho bado inaendelea. Kenya tunaenda maandamano, muna toka huko, muna enda kwa nyumba, muna lala, muna kaa one week, tuwe tena muanze maandamano. Mkae tena one week, one month, ndio muendelea maandamano. Ukianza, umeanza, hakuna kurudi nyuma. Hivyo ndo unaendanga vita. Ukienda vita na adui, unaenda vita usiku mchana, usiku mchana. Naona Tanzania. And there is a possibility, Suluhu anaweza jiudhulu ni jiuzulu. Yes, there is a possibility, ama there is a rumor, Suluhu anaweza toka kesho. Because kesho pia bado ni kubaya Tanzania. Nawapa hiko, nawapa kongole ah, yenu hiyo alafu kutoka Nigeria, huyu kijana amewashangaza wengi kusema angetamani kuwa Mkenya kwa sababu Wakenya ndio jirani pekee ambao unaweza kuwategemewa kuja kukusaidia wakati wa shida. Ni kauli ambayo imezua mjadala mkubwa. Je, hii ndiyo sura halisi ya mshikamano wa Afrika Mashariki?

Lakini kutoka Uganda, huyu kijana na mtazamo tofauti kabisa, anasema matatizo ya Afrika, kuanzia uchaguzi hadi maandamano, yote yamechochewa na Wakenya. Sasa hii kauli imetafsiriwa kwa njia tofauti. Wengine wanasema ni mzaa, wengine wanasema ni ukweli mchungu. Wewe unasemaje? <laughs>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

Tukutane kwenye video ijayo. Mama Suluhu Samia Hassan, ena yako unadhani umekuwa mwanaume? Tafadhali nataka ujue hivi.